Katika kipindi cha mwezi Oktoba mpaka Novemba, serikali imetangaza nafasi za kazi nyingi tu, lakini kwa leo ningependa kuzungumzia nafasi elfu kumi na mbili za kada ya ualimu na afya ambapo zinajumlisha nafasi elfu saba kada za ualimu na nafasi elfu tano ni kada za afya na mtakumbuka kuwa nafasi hizi za kazi zilitolewa maelekezo mahususi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye alielekeza mchakato huu ukamilike ndani ya siku mia moja. Ina maana ndani ya siku mia moja hizo inatakiwa mchakato wote ukamilike, na watu wa, wawe wameshapangiwa vituo vya kazi. Kwa hiyo napenda kuwajulisha kwamba Ofisi ya Rais, Sekretariati ya Ajira katika Utumishi wa Umma imezingatia na tayari mchakato wa ajira hizo umekwisha anza, ikiwepo ile hatua ya awali. Kibali kilipokelewa kikachakatwa, lakini baadaye tukatangaza nafasi za kazi na watu wakaomba. Sasa tumefika katika hatua ambayo tunatakiwa kuwaita uh, watu waje kufanya usaili. Kwa hiyo ningependa kuwakumbusha pia hizi nafasi ni kila mtu, haziangalii sura, dini wala ukabila, kila mtu ana haki, ili mradi tu uwe na sifa, utaitwa katika kufanya usaili kawaida. Watanzania wengi ha, hatujiamini na hatuna imani kwamba kuna mtu anaweza akapata kazi bila kuwa na connection, au kutoa rushwa. Naomba niwahakikishie, uwezo wako na ujuzi wako ndo utakupeleka kazini, na ninawashauri sana, epukani, epukaneni sana na vitendo vya kutoa rushwa, usitoe rushwa. Lengo kubwa la serikali kuanzisha mfumo ni kwamba kusiwe na ukaribu wala uelewa na mahusiano kati ya uh, anayechakata mchakato wa ajira na yule muombaji kazi.